Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu ni Pastor Isaiah Malanda. Katika siku ya leo naomba nizungumze juu ya sema nguzo tatu za imani. Nguzo tatu za imani. Kwa Kiingereza neno suri ambalo ningependa kutumia ni three manifestation of faith. Yaani namna imani na kujidhihirisha kwenye maeneo makubwa haya matatu. Imani ikiwa ndani ya mtu ni kamili kama itakuwa na haya maeneo matatu. Kwa sababu haya maeneo matatu ni kama mafiga ambayo yanaifanya ile imani iweze kutenda kazi. Sababu kwa nini watu wengi wanakuwa wanasema wana imani lakini hawana matokeo? Ni kwa sababu hawajajua ni namna gani wanapaswa kujenga kuzalisha zinguzo tatu ili tuwasaidie kupata hayo matokeo. Unajua ni kama vile mafiga yale yanakuwa nyumbani, yanakuwa matatu. Moja hapa, moja hapo, moja kupitwa, moja kuweza kupita kwa. Utahitaji kuwa na yale mafiga yote matatu. Wa watu wengi wao wanauza hapa, hawaelewi hapa, wanachanganyikiwa hapa. Sasa imani inajidhihirisha katika namna kuwa tatu. Namna ya kwanza, imani inajidhihirisha, inajidhihirisha kama imani ya ndani, kama imani ya ndani. Na imani ikiwa imani ya ndani tunaita au imani ya moyoni kitabu cha Warumi sura ya kumi mstari wa kumi anasema kwa ma, maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Nisikilize, imani ya moyoni ya mtu mtuokovu inampa mtu haki ya kuwa na wokovu, manake <messizir> yoyote ambaye ya ndani yake amechejenga <messizir> ya imani na kitu na haki ya kukipokea. Unajua kwa nini? Hii imani ya moyoni ni matokeo ya mtu kulisikia neno la Mungu nikiingia ndani yako, hatua ya kwanza kabisa linakujengea na kukuandalia moyo wako ubai vizuri kuyaelewa na kuyapokea mambo ya Mungu. Ikiwa ndani ya mtu imani ya moyoni huwa inajidhihirisha kama njaa ya kiroho. Kitabu cha cha Mathayo sura ya tano mstari wa sita, ambapo anasema kwamba heri wenye kiu na njaa ya haki. Kiu na njaa ni manifestation ya imani. Udhihirisho wa imani ndani ya mtu. Na bila njaa, bila kiu, hakuna mtu anaweza kupata kitu cha kimungu. Kiu na njaa ni ishara ya kwamba mtu macho yake yameshafunguka kwanza kuona kitu kingine. Ndio maana kiu na njaa ni kama fedha ya kiroho ya kumwambia, unajua kitu chochote cha kiroho unaweza kupata fedha kwa mali kwa gharama utakipata kwa kulipa gharama za kilo. Lakini gharama hizo ni zipi? Ya kwanza ni chafu. Kitabu cha Yohana sura ya 7 mstari wa 37. Yohana sura ya 7 mstari wa 37, mimi nimesoma kitu na nimesoma hapo alipo, anasema ile siku kubwa ya siku kuu <muchu>, mm -hmm, anasema hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu naacho kwangu, kama Mungu atakachoa kusoma na kujua kwamba imani ndani huwa ni kwa mtu wake, hiyo imani ya mwana kuna mtu kwenye pale kwa kwa station zima ni kwa kwa hiyo Warumi kumi kumi, kuna ya kwanza ambayo tunazungumzia imani hiyo, lakini kwa ile anasema kwa kwa kilo kile, hiyo ni manifestation nyingine ambayo tayarezea kwa manifestation ya kwanza huwa inajidhihirisha kama cha shauku, ndipo na shauku unaweza kupata kitu cha sadimu, kwa sababu unajua kwa kitabu cha cha Isaya sura ya 55 mstari wa kwanza alikuwa anasema kwamba wote ni kiu njoo ambao sabidiwe kwa hapa nitaiso, ndio anasema hai kila online tu njooni majini naye asiye na fedha njoo, ni mmoja mmoja hao kiu kau kiu una kiu jo kumi so, kama una kiu kwa mfano, familia yenu ilikuwa ina tatizo na migogoro, kuna kiu, kuna njaa ya kuona, kwa kama kadiri, kuna njaa ndio kuwasha kaya. always be patient for me, always be patient for me, kuna nafasi ya wewe kuanza kuona maumivu ya kutaka jambo. Ukianza kuona umeanza kutaka, unaanza kutaka ni ishara kwamba tayari Mungu anaweza kukutumia kujua, hali inakuwa chochote kinachotaka. Mungu anataka watu wazuri, anataka Mungu akupe familia yako, anataka kuwa na njia na familia yako.

kwanza kwa ajili ya hayo maono makubwa aliyonayo, lakini pia kwenye vitu vidogo vidogo vitakusaidia kutimiza maono. Kwa mfano, unataka kukua kiroho, na maono ya kukua kiroho, una imani kwamba utakuwa kiroho, una njaa ya kukua kiroho. Ukiwa na njaa ya kukua kiroho, utashangaa. Na kudisiplini, mtu anakusikiliza na ku spend almost na saa kumi na tano nikiwa nimekaa kwenye kiti, sijala chochote, sijakula, nimekaa kwenye kiti, nimekodoa macho, ninaangalia, ninasikiliza neno la Mungu na kuandika, nasikiliza na kuandika. Njaa inakusukuma hivi. Una njaa kiasi gani? Hiyo ni manifestation ya kwanza ya imani. Lakini manifestation nyingine ya pili ya imani inaitwa matendo ya imani. Haya ni matendo ya imani ila yenyewe sio imani. Ila ni matendo ya imani. Yakobo sura ya 2 mstari wa 14. Yakobo sura ya 2 mstari wa 14. Yakobo sura ya 2 mstari wa 14. Katika tone hapa. Na ndipo anasema hivi. Ndugu zangu, yafaa nini mtu mtu akisema kwamba anayo imani? Hata kama mtu ana imani ndani, inafaa nini kusema kwamba nina imani? Natamani

kutoa sadaka.

Unaweza kufanya mambo mapo, una imani ya ndani. Hii imani ya ndani inakuja kwa kujifunza, kusoma vitabu, kusoma neno. Kumbuka Mathayo 26:26 anasema yote yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu, ila yote ni ya Mungu. Kwa kana Mungu, mambo mengi unaweza kupata njia ya. Ndio maana ukisikia neno unashangaa, inaleta njaa, ni kwa sababu unachaka kufungua kwanza. Kuna kitu lakini mahitaji, ukishakuwa umeona kitu, unaweza kuchukua hatua za kuchukua hicho kitu, na moja kati ya hatua ni maombi, mifungo, mikesha. Lakini neno linasemaje? Linasema hivi Unaweza kuwa unaomba lakini maisha yako ya dhambi yanasema, yanasababisha Mungu asikusikie. Lakini kwa kitabu cha Mithali sura ya 15, Mungu anasema kwamba sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana. Mungu hafurahii tu sadaka. Wow. Ni Mithali 15 sura 8. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Tusikilize. Kuna watu wana mambo wanachagua, wana maombi ila wajachagua kwa discipline kushika utakatifu. Kwa hiyo unajua nini Mtu anayefanya dhambi alafu akawa na maombi mengi sana, anachukua maji na anaweka kwenye ndoo, kwa sababu unakuwa na fuja. Ile fuja, watu wetu, tumekuwa hapa. Maisha ya dhambi ila maombi mengi, maisha ya dhambi ila vifungu vingi, maisha ya dhambi ila mikesha mingi na kumtafuta Bwana na kulia sana. Nisikilize, Mungu afanye kazi hiyo. Utakatifu na nafasi yako, utakatifu ni sanctification, ni kujitofautisha. Yaani hakuna imani inayokuruhusu kuendekeza dhambi. Imani siku zote inaenda straight ukiona, una imani ambayo haina focus, si imani kama hii ambayo unaishi maisha mtakatifu Please. ndani ya kanisa tuna watu ambao wameanguka na wameanguka, wanatakiwa kusaidiwa. Sisi tunadili tunaone nani ila, lakini tunapaswa kudili na watu ambao wamepoteza njia, kwa sababu mimi nasema hapo ni kiu na njia hapo, maana watajishughulisha. Lakini tunapaswa kudili na watu ambao hawa hawana matendo ya imani, hawaombi, changamoto ya kuhudhuria ibada. Tunapaswa kudili nao. Hata kama ni njaa ndani hahudhurii ibada, ni tatizo. Kikivunjika kimoja, huwa kinapelekea kingine cha pili kivunjika. Hizi zinategemeana. Umeelewa eh?

tazama, mkono wake haukupungukiwa nguvu, hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito, hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Sio kwamba hawezi kusikia, sio kwamba hawezi, kwa Mungu anataka kufanya mengi sana kwako, ila maombi na prayer, lakini maisha hauzingatii utakatifu. Utakatifu umeganika kwa maeneo makubwa, ndiyo sasa, utakatifu kwanza ni hali ya moyo wako

Na watu hao wameshuka mdomo kwa maombi kwa ibada, ila mioyo yao iko mbali na Kristo, nao wanaabudu kwa mafundisho

kwa hiyo sura sita mstari 17 anasema, tokeni kati yao katengo, na takuwa nani atakaribisha kwa mtu kwa namu wakike, kwa kike kwa kiume, kwa kinachoamua mahusiano yako na Mungu ni mtakatifu zaidi, kujitenga, usitake kuishi nao, kama unataka kuwa sawa na watu ambao wanaoleta watu wanaopanya zina kizazi chetu. Ni kwa hiyo inaonekana kwamba zina ni kitu cha kawaida, lakini hakika kawaida kwa sababu